na mashirika ya kijamii wamefanya maandamano ya amani kushinikiza serikali kuelezea alipo Mohammed Obo, mwanamume mwenye umri wa miaka 41, aliyetekwa nyara majuma mawili yaliyopita eneo la Kiunga. Kadhalika wamesikitishwa na kisa cha shambulizi kwa mabomu ambapo nyumba ya mkazi anayefahamika kama mama Shamsa ilibomolewa na watu wasiojulikana. Kwa hiyo, sisi kama wakaazi wa Lamu na sisi kama shirika la Haki Afrika tunawaambia polisi, tunawaambia wale wakuu wa idara za polisi waweze kuhakikisha kwamba sheria na haki na usalama ndani ya taifa letu la Kenya hususan katika sehemu hii ya Lamu iweze kufatwa. Tunataka uwajibikaji kutoka idara ya polisi. Hata wakichukua hawa watu wetu, waseme wako wapi, ili familia ijue wako mahali salama. Tunakondem majumba ya watu kubombiwa ama kupigwa mabomu katika masuala ile tunaita insecurity. Hakuna sheria inaruhusu polisi ama KDF ama mtu yoyote kuja kumchukua mtu na kumpoteza. Tuna huzuni, mpaka saa hii hatujajua pala alipo, na jambo tunaomba kwa serikali, ndugu wetu aachiliwe, na kama kuna tatizo lolote ambao amekosea sheria iliko ifuate mkondo wake, lakini sio kupoteza mtu. Mpaka saa hii hatujui uko wapi. Imefika mpaka makasada sasa, kwaenda kuwekwa mabomu kwenye nyumba za, za kukaa wa, wananchi wa. Hali hii ilipofika hivi sasa, kwa hakika inaonyesha kwamba ni hali ya hatari, na kama jamii ya Lamu, kama wanaharakati wa Lamu, hatutokubali mambo kama haya yatokee tena. kngeneka kufuatia ongezeko la vi.